Habari ya sasa? Unaendeleaje? Eh, tosiku. Asante sana jirani yangu. Habari ya siku? Unaendeleaje? Eh. Nimepita niwasalimie bwana. Ah. Eh, au vipi rafiki? Eh. Vipi? Asante sana. Unaendeleaje? Jirani wetu. Eh. Asante mtani wangu. Niliwamisi unajua? Jamani ah. Mambo poa. Unaendeleaje? Eh -ha. Habari ya sasa? Nimekuja sana <laughs> naona. <laughs> Eti mama, shikamoo mama. Unaendeleaje? Tunashukuru Mungu. Na hivyo. Asante sana. Unaendeleaje? Na bado miguu mi bado inanisumbua, no ndugu. Hey. Bado inasumbua. Ah. Umeshatembea sana ona, hata sisi miguu imeanza kusumbua. Nashukuru Mungu amekupa afya sasa, umeshatembea. Asante sana, nimewamisi. Nimekuja kuwasalimia, kuwasalimia rafiki zangu. Wanaendelea je? Asante sana, asanteni sana, asante sana. Mnaendeleaje bwana? Habari ya sasa? Mambo vipi? Jamaa sasa anataka kuanza stori, mi kuja kusalimia, nasema, anasema anatusalimia kwa sababu tumefungwa.

Nashukuru, nashukuru. Salama? Karibu sana. Tuko mtaani, mambo yanaenda, yanaenda ndio mzee. Jamani, situko sawa? Basi ngoja nikimbie niendelee na na majukumu. Mama Samia anataka barabara mpaka za mtaani zitengenezwe na mimi ndo nasimamia, kwa hiyo ngoja tuendelee kusimamia.